Kocha anavyokuja alisema hajakuja Tanzania kumuondoa mtu nafasi yake kama nakumbuka. Mimi nilimuelewa tu vizuri alichokimaanisha. Maana yake naye pia ni mtu wa mitandao. Ni acha sana sana vitu vya mitandao ambavyo tunaviongea wa Tanzania. Okay. Watanzania sisi ni sehemu sisi ni swala la mtandao Tanzania. Tuko sawa. Yaani sisi hata kusema leo tupige kura msanii mwa duniani. Mm. Alafu Diamond akawepo afu tunapiga kura tu. Kwa sababu naingia ndani. Tunashinda sisi vizuri tu. Sisi mitandao tuko vizuri. Kwa hiyo sasa, ile swala swala kuja na mtu wake mmoja mi sio shida sana hii, mbua, mbua, kwa sababu hii mm. kusajili benchi zima zimo la ufundi tunaweza, mwaka juzi hizi ndo makocha wengi vizuri kuja mm. Saizi, na benchi lake la ufundi si mtu wake wa analysis na nini na, na msaidizi wake mmoja kwangu sawa.

yupo yanga kwa hiyo viongozi wa simba wanaweza wakamsaidia huyo jamaa tuendelee kuiamini kuamini uongozi sawa kama uongozi so, so so, so, mm. umefanya kitu, mm. kitu, kwa... kitu. sahihi kwa sababu sisi wenyewe baada ya mechi tuezie kwenye peji ya Simba, tutakomenti pale, huyu kocha ni mtu huyu kocha Ayu, ni mtu aje. Na haya viongozi kutusikiza, amekuja basi, tumpe ushirikiano. Akifeli ikiwa boli hamna, tutaona tu kama ule kocha upande wa pili, tutaona tu <laughs>